Wanafunzi kutoka shule ya upili ya Mtakatifu Karoli Lwanga iliyoko eneo la Lutaso, kaunti ya Kakamega wamefanya ziara ya mafunzo katika studio za runinga ya mwananchi ya Tandao. Ziara hiyo imelenga kuwawezesha wanafunzi kuelewa kwa undani mchakato wa uandaaji na upeperushaji wa habari, vipindi na burudani kupitia runinga moja kwa moja is students. Walimu waliowasindikiza wanafunzi hao wametoa wito kwa wazazi kushirikiana kwa karibu na walimu katika kuunga mkono si tu masomo ya watoto wao bali pia kukuza vipaji vyao, wakisisitiza kuwa talanta ni nyenzo muhimu katika kufanikisha ndoto za wanafunzi. Wanafunzi wamepata mengi sana kupitia kwa hii program, kwa hii session, na ningependa kusema ya kwamba wazazi wengine kama watakuwa na nafasi kama hii wawezeshe mtoto wao kuja kusoma mambo mengi hasa hii mambo ya, ya journalism, na mambo mengine ambayo utakuwa unahitajika so that they can explore their talents and their skills. tumejifunza mengi tangu kufika hapa. Tumeonyesha vitu mingi, nimeonekana kwa TV. I think this is my first time. Sasa nashukuru sana kwanza mwalimu mkuu kwa kutuwezesha kufika hapa. Aidha, walimu wametakiwa kuwatambua na kuwaendeleza wanafunzi wanaonyesha umahiri katika nyanja mbalimbali za maisha, kwa kuelekeza ipasavyo ili waweze kutimiza malengo yao ya baadaye. Kuambia hata shule zingine pia nao wakaweze kuja ili wajifunze mazuri tena mengi zaidi kuhusu hapa Tandao TV. Kwa upande wao, wanafunzi wameeleza kufurahia mafunzo waliyoyapata wakisema yamewapa motisha ya kujiamini zaidi. Wametaka uongozi wa shule kuendelea kuweka mikakati ya kuwawezesha kukuza vipaji vyao hasa katika uandishi wa habari na utangazaji. Sisi kama tumejifunza mambo mengi huku kwa Tandao TV kama jinsi ya kupeperusha habari, alafu tuka tukafunza mambo mengi tu. Tukirudi huko shule, tutazidi kuendelea na klabu yetu ili tukue watu, yaani wa wakubwa kama waTandao TV. Kuingia kwetu hapa ndani tumefurahi azini mimi nimefurahi kuonekana kwa tv siku ya leo. Uh, kwa watu ambao wananiona kwangu naonanga nitangu kuwa niweze kuwa journalist wa klabu kubwa kama Tandao. Ndizo baadhi ya kauli kutoka kwa wanafunzi wa shule ya upili ya Mtakatifu Karoli inayopatikana kwenye kaunti ya Kakamega. Aidha, wazazi wametakiwa kuwekeza pakubwa katika talanta za wanao ili waweze kutimiza ndoto zao maishani. Nikiripotia mtazamo wa dira ya runinga ya Tandao. Jina langu ni Felix Wanjara.